hivi sasa yapo makundi sogozi ya WhatsApp. Jitahidini katika kipindi hiki myapuuze, ili msije kukosea kutuma taarifa za aina yoyote katika makundi hayo ambayo hayakutakiwa kutumwa huko. Hitimisho. Ndugu washiriki wa mafunzo, nahitimisha hotuba yangu kwa kufunga mafunzo hayo kwa kuwaasa mambo yafuatayo: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 yamefungwa rasmi. kura yako, kwa majina anaitwa Loi Melembuki Molel. Kwa cheo changu nilionayo sasa ni msimamizi wa kituo cha kupigia kura. Kwa kweli mafunzo ambayo tulianza jana tarehe 26 na hadi leo tarehe 27 ni mafunzo ambayo kwa kweli yametujengea huko mavu mkubwa wa kuweza kwenda kutekeleza hili jambo letu la uchaguzi kiupana zaidi. Ni kwamba kwa kweli elimu hii ambayo tumepata hapa imetusaidia sana na kutujenga sana, ili kwenda kwenye uwanja wa utekelezaji kwao, naamini kabisa kwenye vituo vyote vya kupigia kura. Kila mmoja atakayekuwa pale amekwiva kabisa kwa ajili ya kutekeleza lile agizo la kitaifa. Yeah. Kwa jina naitwa Amina Mrisho Halfani. Kwa sasa ni mwajiriwa wa tume nikiwa kama msimamizi wa kituo. Mafunzo haya yatatusaidia kusimamia shughuli za uchaguzi ambao utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Kiukweli naamini kulingana na mafunzo tulivyopewa, hakutatokea na upendeleo aina yoyote kwa sababu tumepewa mafunzo ya kutosha na kila kitu kiko wazi. Naamini kama kutakuwa na mawakala ambao tutakuwa nao, tutafanya nao kazi kwa kushirikiana, na pale ambapo patakuwa na itilafu, tutaamini tuta, amini, tuta tatua kwa kile kwa lolote ambalo linatokea pale kwenye kituo. Naamini hakutakuwa na, na mgogoro wa aina yoyote wala vurugu kwenye kituo. Nafikiri kwa sasa hivi akitatokea. Kwa sababu jina, naitwa Sia Juma Maringa, natokea kata ya Matimba, ni msimamizi msaidizi namba mbili katika kijiji cha Kitoawi nimepokea mafunzo na nimeelewa mafunzo na nina ninaahidi nitayafanyia kazi kwa yale ambayo nimefundishwa, na pia ninahakikisha nitafanya vyema, na ninahakikisha pia eni, nitatenda haki, usawa kwa kila wagombea katika kituo changu na matokeo yatakuwa vizuri. Kwa majina naitwa Somoe Saidi Togoro kutokea kata ya Nangaru ni msimamizi msaidizi wa kituo cha kupigia kura namba mbili. Ninashukuru Mungu nimeafuatilia kwa umakini na nimeelewa kwa umakini. Kwa hiyo ninaahidi kwenda kufanya vizuri katika kituo changu na kuhakikisha hakutotokea mgogoro wa aina yoyote na kuhesabu vizuri kura na kwa haki kwa upande wote bila, kubay, bila kujali chama cha aina yoyote. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV.